Juzuu ya kwanza tupo katika darsa nambari kumi na tatu adarsu athalitha ashar, somo la kumi na tatu. Kitu ambacho tunajifunza katika darsa hii nambari kumi na tatu ni asmau alisharati lilqarib, majina ya kuashiria kitu kilichopo karibu. Anasema, man haulai lfityatu tiwalu ya aliyu kina nani hawa vijana warefu, ewe Ali? Kitu ambacho tumejifunza katika nukta hiyo ni haula, haulai ni hawa. Haula ni ismu isharatin liljam'i alqaribi alaqili almudhakkar walmuannath. Eh, haulai ni jina la kuashiria la wingi la karibu la wenye akili wa jinsia ya kiume na wa kike, nasema haulai ni hawa wa jinsia ya kiume <clears throat> au wa jinsia ya kike walio karibu, kuanzia wawili na kuendelea. <clears> humtullabu <throat> jududun, wao ni wanafunzi wapya. Humtullabun jududun, wao ni wanafunzi wapya hum ni dhamiru jam'i lghaib almudhakkar alaqil. Hum hiyo ni kiwakilishi cha wingi wa jinsia ya kiume ya wasio kuwepo wenye akili. Hum wao. Min aina hum, kutokea wapi wao? Anasema hum min amrika, wao kutokea amerika. Ahum zumalauk ivija, wao ni rafiki zako. La? Pana. Naam, ndio. Hum zumalai, wao ni marafiki zangu. Hum fi fasli, wao katika <coughs> darsa langu. Ahum mujtahidun iviji, waoni wenye kujitahidi. Naam, ndio. Hum mujtahidun, wao ni wenye kujitahidi. Ma asmauhum, ni yapi majina yao? Ni yapi majina yao <coughs> asmauhum majina yao: Yasir wa Zakariya wa, wa Musa wa Abdullah. wa man haulai rijalu lqisar? na kina nani hawa wanaume wafupi? wa kina nani hawa wanaume wafupi? hum hujaj, wao ni mahujaji. min ain hum kutokea wapi wao? bacduhum min alsin wa bacduhum min alyaban <coughs> baadhi yao eh, kutokea china na baadhi yao kutokea Japani. aina musa wa asdiqauhu, yupo wapi musa na rafiki zake? dhahabu ila lmataam, wameenda katika mataam, sehemu ile ya kulia kahoteli au mgahawa

tulabun kwa umetoka katika hali ya ifrad, hata kama tulivyosoma kwa nyuma, haula ni wengi. Haula tulabun, hao ni wanafunzi. Kwa mfano wetu ulionyeshwa ni huu, kwa hadha tajirun, kwa inakuwa haula tujarun, hao ni wafanya biashara. Hadha hajun, huyu ni ni mwenye kuhiji, kwa haula hujajun. Kwa hapo naweka gharama yako katika viboksi hivi, wakati wote unaweka neno haula

upeleke katika hali ya wingi kama huwa muwadhahun fil mithal kama vile ilivyokuwa wazi katika mfano. Mithal mfano, man hadha rajul, nani mtu huyu? Kwa neno ambalo liliwekewa mstari hapo ni arrajul, huwa hajun, yani ni mwenye kuhiji yani, anasema ee, man haula'i rijal, kina nani watu hawa? Hum hujajun, wao ni mahujaji. Kwa hapo ameuliza swali, amejibu katika hali ya umoja, alafu ameuliza katika hali ya wingi na amejibu katika hali ya wingi. Anasema min, anasema min aina hadha altalib, kutokea wapi mwanafunzi huyu? Huwa min alhindi, yeye kutokea e, India kwao. Unaulia, tunauliza min aina haulai atulab, kutokea wapi wanafunzi hawa? Hum min alhindi. Kwa hiyo mfano wa hivyo aina tajiru alkabiru kwa mfanya biashara mkubwa, huwa fi suq hapo imeelezwa, katika hali ya umoja anasema aina atujarul kibaru wakuwape, wafanya biashara wakubwa, na huwa hum fi suq. Kwa hiyo hivyo ni mfano wa kujibu hayo mazoezi, kao kalipo bakia hapo, mtu anajibu yeye

Anasema adhifi lasma alatiati maratan ila smi dhahirin, anasema egemeza majina yafuatayo mara moja kwenda katika ismu dhahir, jina la wazi wa ukhra, na mara nyingine amekuja wa ara, lakini nakusudia wa ukhra, na mara nyingine ila dhamirin, kuegemeza katika dhamiri, kama huwa muwadhahun fi lmithal, kama vile ilivyo kwa wazi katika mfano Amesema mithal, mfano, abna abna, kwa abna Muhammad, bila shaka mudhafu na mudhafu ilayhi. Tushasoma hapo nyuma, abnau ndo mudhafu egemezi, Muhammad ni mudhafu ilayhi, egemezi. Kwa hiyo neno abna tumegemeza kwa Muhammad, watoto wa Muhammad. Kwa hiyo tumegemeza katika ismu dhahira ambao ni Muhammad huko <coughs> abna uhu, tumegemeza katika dhamiri, watoto zake. Asma, asma ut-tullabi kwa nakuwa asma uhum

Alkalimatu aljadida, maneno mapya. Alhaqlu, shamba. Jamu yake ni huqul, wengi wake ni mashamba. Annasu, watu. Alqarya, kijiji. Aldhaifu, mgeni. Alshekhu, shekh. Almatam. Almadrasatu libtidaia, madrasa ya ibtidaia mbao shule ya msingi, madrasa ya msingi. Kipengele ba, man haulai lfatayatu ya Maryam, kina nani wasichana hawa? E, Maryam

katika sentensi zifuatazo kwenda katika jamii kama ilivyo wazi katika mfano kwa mithali: hadhi bintu kwenda kwa haulai banat, kwa hadhi twalibatu inakuwa haulai twalibatu. Kwa hapo gharama yako ni kuweka tu hapo haulai, kutoa katika hali umoja kwenda katika hali ya wingi mpaka mwisho. Ikra waktub, soma na uandike. Haulai ikhwati wa haulai ikhwati

Huwa ni mwanaume mmoja hii ya mwanamke mmoja hum ni wanaume wengi, hunna wanawake wengi ambao hawapo. Man hadha arrajul, nani mtu huyu? Huwa mudarrisu na yeye ni mwalimu wetu. Aina attalibatu, huna fi alfasli. Man haula alfitya, hum abnaa almudarris au ni

neno almara, pasi na alina kuwa imraatun. E, qaribun qaribu. jim kipengele jim. haulai haulai ikhwati, hawa ni kaka zangu. waulaik asdiqai, nawali ni marafiki zangu. ulaika ni jina ni la kuashiria watu wa jinsia ya kiume walio wa wa mbali wenye akili wale. Hunna ummahatu tabibat, aba'u tullabi inda almudiri, ulaika nisa khalatuka ya Maryam, wale wa ni mama zako wadogo e la Mariam, hapana. Huna ammatoni, mashangazi zangu. Haulai atibbau wa ulaika muhandisun, hawa ni madaktari na wale wale ni waandishi. Haulai rijalul fuqara, ulaika aghnia. Ulaika tullabu dhaaf, wale ni wanafunzi madhaifu. Man ulaika rijal, hum wuzaraa, ni mawaziri

ashir illasmai il latiati bismi isharatin lilbaidi ashiria, majina yafuatayo kwa jina la kuashiria kitu cha mbali: dhalika, tilka na ulaik, kwa mujibu wa vile ambavyo ulivyosoma hapo nyuma. Dhalika <coughs> kama tulivyosoma, tumeelekeza hapo nyuma, tilka tumeelekeza na ulaik, kunakuwa dhalika l kuw naangalia kwa mujibu wa dhamiri, kwa mujibu wa jina na mujibu wa dhamiri, unajaza hapo kwa inakuwa